Yasharigani, yeah, so mwanafamilia Mwaki Sports, karibu sana katika channel ya kupendwa, ili upate zile updates kali ambazo zimekuwa zikijirinas bila hii na anayeyot umekuwa tukiweke hapa kila siku, cha muhimu ni kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele, ili usipitwa na zile updates zote ambazo tumekuwa tukiziweka hapa na kubwa zaidi ni kuangazia kile ambacho kinamhusu mchezaji wa klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans Clement Mzize ikiwa uh, yupo katika mchakato wa kuonia tuzo ya goli bora la msimu kwa michuano ya CAF kwa upande wa vilabu. Ikumbukwe uh, goli la Clement Mzize ambalo linashindania tuzo hilo ni lile ambalo aliweza kufunga uh, katika mchezo wa Dar es Salaam Africans dhidi ya TP Engraba Mazembe mchezo ambao ulitamatika kwa Young Africans kuondoka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri na goli mojawapo likiwa limefungwa na mchezaji Clement Mzize. Sasa ukiangalia okay, vizuri goli lile ni goli la maajabu kweli kweli. Clement Mzize alifanya uh, kushuti umbali mrefu sana na hivyo uh, kusababisha golikipa wa TP Mazembe kumshindwa mpira huo na kuingia nyavuni. Sasa, kutokana na uhodari na uh, ubora wa goli hilo, lilichaguliwa bwana na shirikisho la soka barani Afrika CAF kuwania tuzo ya goli bora la msimu, na mcheka, tunaelekea ukingoni ambapo hadi hivi sasa uh, tukitazama, tunaona katika upande wa kura Clement uh, Mzize anaongoza, anakimbiza mbali sana na si tu kura pekee zinazoangaliwa bali pia kuna vigezo vingine ambavyo ndivyo vinatumika kwa ajili ya kuongezea sifa ama kuipa priority uh, goli husika ili kuweza kunyakua tuzo moja. Vigezo hivyo tofauti na upigwaji wa kura ni pamoja na namna goli hilo lilivyopatikana, kwa maana goli limepatikana katika mazingira gani na staili gani. Kwa maana magoli yanayopewa kipaumbele zaidi ni magoli ambayo aidha yamepatikana umbali uh, mrefu kutoka golini Uh, lakini pia magoli yaliyopigwa kwa ufundi ama ustadi mkubwa sana kama acrobatic. Na magoli ambayo yanafungwa wakati mshambuliaji akiwa katika tageti ya mabeki wengi. Kwa hiyo ukiangalia Clement Mzize goli lake linaingia katika sifa ya magoli ambayo yamefungwa kwa umbali mrefu sana. Kwa hivyo inampa sifa pia uh, kuweza kuwekewa kipaumbele zaidi. Na ukiangalia pia upande wa kura, ndo hivyo anaongoza, anakimbiza mbali sana. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri ya kwamba uh, tuzo hiyo inakwenda kutoa viwanja vya Jangwani. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandikia kwenye comment section. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu.